Wakorintho wa kwanza tatu kumi na sita. Wakorintho wa kwanza sura ile ya tatu na ule mstari wa kumi na sita. Kamefika pale, sema amina. Nisaidia kusoma pale, nasemaje? Rudia tena. Aha, anajaribu kuwajulisha hawa wa Korintho kwamba hamjui ya kwamba ninyi mmekuwa hekalu uh -huh, la Mungu. Umekuwa hekalu la Mungu saa ngapi? Baada ya kumwamini nani? Kristo. Kwa hiyo si mali yangu tena, ni mali ya Kristo Anasema sasa, hamjui ya kwamba ninyi ni kwa hekalu la Mungu, na ya kuwa Roho wa Mungu anakaa wapi? Kuna saba moja mbili tatu. Kama mtu akiliharibu hekalu la nani? Mungu atamwaribu mtu sasa kwa hiyo wewe ndio hekalu la Mungu, si ndio? Si ndio? Eh, lakini anasema atakaye liharibu. Unaliharibu vipi hekalu la Mungu? Unaliharibu vipi hekalu la Mungu? Na amesema ukiliharibu, naye atakuharibu. Unaliharibu vipi, pamoja na kuratibu? Unaliharibu vipi hekalu lake? Na hekalu lake ni wewe, sio jengo, sindio? Jamani, tunakubaliana hapo. Sio jengo, ni wewe. Unaliharibu vipi? Wangapi walizaliwa wamechora tatu ya makopa kopa? Jana ulizaliwa na tatu kwenye kwenye bega? Sio kwenye hapa. Na alizaliwa na tatu hayupo. Kuna kuchora tatu kwenye mwili wako, umeharibu nini? Nani alizaliwa ametokolewa tokolewa masikio? Mwingine ametoboa toboa mpaka huko pua, katoboa ulini, katoboa paka toboa, Mungu tamu tu. Nani alizaliwa ametokolewa tokolewa yote? Unapofanya hivyo umeharibu hekalu la nani? Nani alizaliwa mali zake zina bleach nyekundu, siji kijani, siji korokoro, nani alizaliwa hivyo? Unapopaka korokoro hivyo umeharibu hekalu la nani? Nakueleza, na amesema ukiliharibu na Mungu anakuharibu. Sasa hivi haina shida, endelea kupambana nazo, lakini ile siku ya mwisho, yaani mahali ambapo uwezo ungegeuka, hapana rehema na toba tena, hapo ndiko utaungana naye. Ila sasa hivi dit anajua mahali pa kukuharibia, amesema naye atakuharibu. Sasa hivi liharibu tu, amesema naye atamuharibu tu huyo. Bwana sifiwe. Nani alizaliwa kuna kucha, hiyo kucha. Eh? Sasa unapopachika kucha nyingine Mungu anaweza kukuwekea ona kama sasa zifai ndio walimweka kalo lake sasa. Nani alizaliwa na kope na kope wanaangalia chini? Wow, huko ni kwenye ile kalo nani? Nani amezaliwa amevali wigi

ile siku baada ya kufa. Sasa hivi ina shida, omba uwepo wa Mungu utauona, ukishuka. Ina shida ufalme wako utauona tu, ila kuuingia. Alimwambia Nikodemu, mtu asipozaliwa mara ya pili hawezi kuona ufalme wa nani? ili uone ufalme wa Mungu ukitenda kazi lazima uzolema na pi uokoke, sindio? umkubali Yesu kama Bwana Mwokozi, makozo dhambi usanewedhamshimesha matakatifu upauona ufalme. Lakini anasema mtu asipozaliwa kwa roho na kwa maji, maanake usipobatizwa kwa Roho Mtakatifu kwa moto na kuzaliwa kwa maji, maanake uzamishwe yale maji mengi. Lakini maji, usipozaliwa kwa roho na kwa maji, huwezi kuingia ufalme. Kitacho kuzuilia usioingie ufalme ni kutoku kuz, kuz, kuzaliwa kwa nini? Kwa maji na kwa roho. Usipobatizwa, usipojazwa nguvu ya Roho Mtakatifu naitwa ubatizo wa moto. Amina. kwa kuna vingine mtakavyo kuzuilia usione mbingu ni kuyaliweka na au Sulemani akasema eni, binti za Yerusalemu, na wasi kwa ayala <laughs> paa akasema, msiachochee kabla wakati wake. Mimi nakusi binti gombo la like, chuo usilialiwe kalaua, maana Bwana atakuaibu kipimbili chake, hicho Mungu anafurahishwa nacho